Mungu alikuwa anataka nitimize lengo lake. Lengo lake ni kuwa kupita kote huko amenifutisha ampitisha amenipitisha na, uh, na, na labda ulipata jerala jerala nini, ah, nini uh, uh, nilipata laninn eh, uh, jeraa, mguu ulivunjika. Ulipata matibabu vizuri ukiwa mahabusu, eh mahabusu, gerezani, matibabu eh, mazuri vizuri. Kuna kuna lolote ile unaweza unaeza kuwaambia Watanzania wa uh, nacho washauri wa Tanzania wanatakiwa kujua kwamba uhuru ni muhimu sana.